Osheni nywele na takaseni ngozi, ile ngozi itakaseni. Ile rawahu wa abu Daud. Hadithi hii ipokela Imamu Abu Daudi wa Tirmidhi wadaafahu, na wakaidhoofisha, na wameidhoofisha. Kwa maana inaonyesha kwamba mtu akioga janaba maji ajitahidi afike kwenye ngozi ili atakasike kwa uzuri na kwa usawa. Na amepokela Imamu Ahmad pia vilevile kutoka kwa Aisha mfano wake, na ndani yake kuna rawi ambaye ni majuhuli Majhul. Kwa hiyo hii riwaya ya Ahmad kutoka kwa sahabia Aisha ni dhaifa, na hapo ndio mwisho wa majlisi yetu ya leo. Tutakuja kuendelea inshallah kwenye kwenye babu babu tayammum kwenye darasa ya kesho inshallah.